Naitwa Hamisi Mkindi, ninafanya kazi kituo cha sheria na haki za binadamu ofisi ya Arusha, lakini vile vile, ni mwenyekiti wa chama cha mawakili kanda ya Arusha. Wale vijana wana mashtaka mawili. Shtaka la kwanza ni kupanga njama. Njama ya nini? ni njama ya kupindua serikali. Kwa hiyo kosa la pili ni kupindua serikali. Ki katika lugha rahisi wanasema kosa la uhaini. Uhaini ni kuiondoa serikali iliyopo madarakani pasipo kufata utaratibu wa kisheria. Utaratibu wa kisheria ni kupitia uchaguzi. Sasa mkitaka kuiondoa bila kufata utaratibu wa kisheria, maana yake umekiuka sheria. Ndio, ndo kosa la pili. Sasa kuna shtaka hilo la pili halina dhamana, halina dhamana. Kwa hiyo wako kule upelelezi unaendelea, lakini kila mmoja alisikia maelekezo ya mheshimiwa Rais kwamba hao watu, akimwelekeza mwendesha mashtaka, mkurugenzi wa mashtaka kwamba hao watu waachiliwe. Kwa hiyo hilo nalo linafanyiwa kazi, linafanyiwa kazi. Kwa hiyo tutakapokuja tarehe tatu na tarehe nne tutapata kujua wamefikia hatua gani. Sasa katika kuwa kuwatetea, tumebaini tumebaini mambo fulani fulani. Jambo la kwanza, tumebaini kuna wako ambao wako chini ya miaka kumi na nane, kwa maana ni watoto kwa mujibu wa sheria ya mtoto ukiwa chini ya miaka kumi na nane, wewe ni mtoto. Na kuna taarifa pia kwamba baadhi ya hao watoto ni wanafunzi waliopaswa kuwa kwenye mitihani ya kidato cha nne kidato sasa sisi tunao wengi, jumla ya watu wako 191. We kama kuna mzazi ambaye mwanaye yuko chini ya miaka kumi na nane tutaomba abaki, tupate kuzungumza naye pembeni. Kuna yako ambayo tunataka kuzungumza naye kule ndani, wako wengi. Kuna wako ambao wana mahitaji maalum, mfano tuna mmoja tumekutana naye ni mlemavu wa kusikia na kuzungumza, lakini si mwenyeji wa Arusha pia alikumbwa tu, anaishi Kimandolo, tumepata taarifa zake. Kwa hiyo ndugu zake pia tungependa zaidi, kama wapo hapa tuweze kuwasiliana naye, tuangalie, kwa sababu kama alipita shule maalum ya zile tunasema shule ya ala mahitaji maalum, maana yake akija mtaalamu wa alama wataweza kuwasiliana lakini kama hana maana yake kuna yule mtu aliyekuwa naye nyumbani ambaye wanaonana kila siku, ndio wamezoea, wanaweza kuwasiliana. Maana yake kila anapokuja mahakamani tunahitaji huyo awepo, ili aweze kumfikishia ujumbe, wa kujua ana haki hiyo ya kujua nini kinachoendelea. Sasa hivi tunampeleka tu, hajui amekuja kufanya nini, hajui nini kilichoendelea. Kwa hiyo tunahitaji kusikia kwa ndugu zake pia, ili tuweze kupata hilo, kwa sababu mimi hata nikiongea naye bado tunashindwa kufanya nini kuelewana kwa hiyo tunaomba hilo pia, kama kuna ndugu yake au aweze kubaki ili tuweze kusema naye. Na mwisho, wale ambao ni wanafunzi, kama wazazi wao wapo, tuwasiliane nao ili tuweze kujua, kuna wako ambao wanatakiwa kwenda kuanza kuanza kidato cha kwanza, kuna baadhi nimeonana nao pale wamesema wanatakiwa kwenda form 1. Maana yake hii Desemba ndio wanatakiwa wafanye nini, maandalizi. Sasa ule mchakato wa kuwaachia unaendana na hivi vipaumbele, upelelezi unaendana na hivi vipaumbele. Maana yake tukizipata hizi taarifa kwa uhakika, tutaziwasilisha kwenye mamlaka husika kwa haraka ili hawa waweze kuachiwa mapema zaidi wakafanye hayo majukumu yao, hasa hawa wanafunzi. Kwa hiyo hili la watoto tunalitaka hasa. Ndio maana tukasema mbakie. Kwa sasa hivi ni rahisi sisi kumwangalia tukasema ni mtoto, yeye mwenyewe anasema ni miaka kumi na sita, uthibitisho ni nini? Ndio maana tunawahitaji wazazi, tuzungumze nao tupate uthibitisho ili tuweze kuona tunafanyaje, kwa sababu kwa mujibu wa sheria pia hawa watoto wana mahakama yao maalum. Mahakama ya watoto huwa hawachanganywi na watu wazima tunahitaji ili tuweze kuanza kuwatenganisha tangu awali. Tunaelewana ndugu zangu eh? Kwa hiyo wakutusaidia ni ninyi, situfanye wajibu wetu na nyiye mtusaidie huo wajibu, ili kwa pamoja tuweze kusaidiana kuwasaidia kukuja. Tarehe nne, naomba mnisikilize na msikilize kwa umakini. Israeli Paulo Lairumbe, La La Rosi Saidi Mushi, Mary Nahumu Moshi, Joseph Bernard, wanapenda kumwita Masanya, Emmanuel Danieli Douglas Zakaria Munuo Andrea Ndeufo Munuo Rabisante Ndeufo Munuo Godfrey Jackson Nasari Filemon Silas Lobaya Harry Godwin Munuo Shabani Rajabu Lisu Saidi Ali Mkizungo, Wilfred Sifaili Palanjo Shabiri Swaibu Ismaili Gerard Francis Minja Yusuf Saidi Adolf Robert Kimario Abubakari Isa Bwiti Daniel Elineza Mbwambo Ivo Respiki Hamaro, au Sakimba Felix Peter Felix Hassan Ali Ali Kishawele Hasani Abasi Ibrahimu Musa Peter Kimpinga Masudi Idi Msandawe, Israel Elias Molel, Rajabu Hassan Mikidadi, Emmanuel Itaeli Akio, Yuda Jafari Robert Nanyaro, Leonard Michael Muro, Joseph Yasini Molel, Vumilia Shansalio Lema, Hassani Hamisi, Gwanda Jilala, Pinieli Olkitati Molel, Salimu Idi Magangila, Kembaki Marwa Mwita, Peter Joseph Mwanawima, Elibahati Gaspar Kihundwa, Asifiwe Elifo Ndosi, Lucas Moses Sabaya, Imani John Urasa, Alfa Aruni Kweru, Hamisi Dickson Michael, Pasco Valentini Msubi, Emmanuel William Wawa, Jumanne Marki Salaya Badi Baraza, Abdul Aziz Ali, Francis Abdi Juma, Musa Onyango, Mikidadi Jackson, John Brighton Amani Lota, Juma Selemani Haruna, Shabiri Rashidi, Rogati Eliapenda Mesiaki, Sadiki Mgaza, Christian Stephen Shayo, Daudi Eliamini Mbaga, Israeli Peter, Peter Tofili Kavishe.